Zungumzia Tanga bila kutaja usafiri wa baiskeli, utakuwa hujaitendea haki Tanga. Leo hii nimeingia mtaani na mimi kutaka kujua kuhusiana na usafiri huu, kwani ishaanza kudorora ukitofautisha na hapo awali. Ukizunguka katika maeneo ya jiji la Tanga utakutana na baiskeli nyingi, na unaweza kujiuliza maswali mengi, lakini huo ndio utamaduni ama utambulisho wa mkoa huu. Toka nyuma utamaduni wa baiskeli Tanga upo. E, sio sasa hivi. Huo tuliukuta kutoka enzi za wazee wetu ambao nao wamezaliwa na babu zetu, nyuma nao walikuwa wakimiliki baiskeli vijini kote, wanachukua baiskeli na mkaa na mizigo yao na baiskeli, lakini sasa zimekufa kutoana pikipiki zime, zimekuwa nyingi. Usafiri huo wa baiskeli kwa sasa unatumika kama bodaboda, japokuwa inadaiwa kuwa hawapati abiria wengi sana ukilinganisha na bodaboda wa pikipiki. Utamaduni wa baiskeli ndio jadi yetu na wengi tunatumia baiskeli alafu sisi bei yetu sisi ni ndogo sana. Uwezi kutegemea kwamba siku utabeba abiria wangapi, kwa sababu kulingana na siku unaweza kawa siku ikawa kidogo, kuna uweni kidogo ukapata abiria kidogo e, lakini kuna siku nyingine unaweza ukakosa. Mimi naomba watu wa Tanga sana watumie utamaduni wa baiskeli mpaka sasa, kwa sababu ndio baiskeli ambayo ni asili yetu mkoa Tanga. Hiyo ndio hali halisi ya usafiri wa baiskeli katika mkoa huu wa Tanga. Mariam Shidafa, Azam News, Tanga.